nakenda kuendeleza katika na icho kitu tunachokifanya ili kuweza kuni moja ya sehemu ya maisha ya kibinadamu. Kama kuna uh... binadamu anamwona mwenzake ana mapungufu, siamini kwamba anapaswa kulaumu mwenzake ili waweze kuana kile ambacho anakinia kuzini mwenzake, kwa sababu kukosea ni moja ya hali ya kimaisha. Ni mchezo wa ushindani. Ona timu zote zimecheza vizuri, lakini tunawapongeza Vegas, wamepata matokeo mazuri kwa sababu wameshinda mchezo kwa goli. Mpira utatoka nyumbani, umejipanga vizuri, lakini unapokuja uwanjani matokeo matatu: matokeo ya suluhu, matokeo ya ushindi na matokeo ya kufungwa. Sisi tumejipanga kushinda, lakini mchezo megokea matokeo ya kushindwa tunawapongeza vijana wetu wamepambana sana lakini pia tunawapongeza wapinzani yetu wamefanya vizuri. Tunaenda kuna mabingwa <tik> haya. Kwa hiyo kosi yangu ni kizuri yanayotokea ni matokeo, na vijana nawapongeza, wanacheza mpira mzuri, sina shida nao, sina lawama na wao si wadai chochote na saiki sana watandai. Mimi kama kuna sehemu tumekosea kama viongozi, basi naruhusu lawama nizipate mimi. Matoke ni matokeo tu, kulikuwa kizuri, kipa mzuri, backline nzuri, viungo wazuri, winga zilikuwa nzuri, ni matokeo tuametoka kwa mchezo kushinda makosa wasind uawakishinda Naitwa Jafari manne Mrutu, mimi kama semaji la Usangi. E, tumeshinda, tumepata nafasi ya mshindo wa tatu. Tunashukuru Mungu, ilikuwa na changamoto lakini tumeperform. Aa, tusie fainali ila imeshindikana. Yote kwa yote, tumepata nafasi ya tatu. Tunashukuru, tutapambana huko mbele tunapoelekea. Tunahitaji tu uwekezaji kidogo na kuwalea hawa vijana.